Huko Bwana ameandaa mazingira, hakuna yani, hakuna kosa. Amen. Kutakachokosa. Amen. Amen. Amen. Wanaweza sema sema huko nini, vingine ni vitu tu ambavyo havina maana visij hmm. Namaa onakuta anakunywa an, an, an, eh, madawa ya kulevya alafu anasema anapiga steam Team, eh? Mm. ya simu a alafu mambo anakuwa poa na anakuwa poa kweli, alafu anabadilisha na mwendo, lau si limendo si anafundishana <laughs> oya mambo fleshi e eh, gado gado. <laughs> nasaa nazozitumia anasema bila kunywa hii naona kama anataka kufa yani, bila kuvuta bangi, bila madawa kulevya, kwa sababu ameishakuwa addicted, yaani tayari ameathirika, anajiona kama n, yani kama anataka kufa. Haya ni mateso, lakini tunamshukuru Mungu ametuponya na hayo, tumeingia ndani ya safina. Haleluya. burudani yetu yuko huko kwenye safina Amen. Amen. Ingawa wengine sasa wanataka ya kule uingie nayo. Lakini burudani yetu sisi huko huko. Walio kule wanayakwao, vyakula vyetu viko humu, vinywaji vyetu humu. Ndio kwa maana tangala hatunywi tena, sijui nini sile kimpumo hatunywi tena, ile whisky hatunywi tena, sijui nini hatunywi tena, vile vilikuwa vya kule; huku ndani kuna vinywaji vyetu, soft drinks, vitu vya pesa vya pesa, vya kuburudisha. Haleluya. Amen. Vya kuburudisha vya kuharibu akili, hatuharibu ya akili. Tuna maisha yetu ya kutosha, vyakula vipo, hatuni vitu visivyo na maana. Maana kama nguo zetu zipo. Haleluya! Amen! Na, na staili za nguo tunazo wenyewe. Haleluya! Hey, usilete vyakule. Vyakule wataleta vyakwao. Asema ukitaka ndio unapaswa hapa mpaka hapa, ili yaani mwili uonekane huko

Hmm. Sio wanataka wamebana <laughs> wao <Wono> nafikiri ni mtindo <mchinduawo? laughs> e, wao eh, jamani, naambia tena ndio ananiongea <laughs> sio nini, yamebana <laughs> yamebana, hawezi kukupea ha, au ukitaka kumweza mwambie tukimbie hata <laughs> kimbiaje hapa hii <laughs> dunia hiyo Ijana.

Changa sasa furaha yake nini? Ujinga mm. tu shetani anamwambia kwamba hiyo ndio fashion. Sio fashion hiyo, ni shetani tu, ni kuonewa. Lakini ukiokoka unapiga mkanda nje. Haleluya, amina, Amen. Amen. Unapiga mkanda nje unapiga na tai ya zamani. Sisi sipigi vijana, mpiga ni tai, nashangaa sana, sipo ni shangasa, mm. zamani sisi ndio tukiokoka, ile lio kwamba umeokoka, unapiga kwenda mkanda nje, halafu unavaa shati, halafu unapiga tai amen, mm. ukipiga tai ukipita mama, sasa kwani yule, si ndio fulana, ndio huyo huyo eh, mm. eh, e, ni tai, mkanda nje, mm. halafu kiatu kule kinang'aa, hata kama utavaa, hata utavaa yani nini, raba, mm. Eh? No. lakini safi ukitembea lakini uko smart amina wanashangaa ni yule yule tuko ndani ya safina Amen. vilivyo ndani ya safina ni vizuri amina. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. na vilivyo ndani ya safina Amen. Mungu